Unajikuta we baadaye ushakuwa mkubwa sasa. Sasa hivi si unasema utake kuolewa e, una ndoto za kuolewa, si ndivyo eh? E, ukishafikia hapo, baada yao mawazo yote yatatoka, utafikia kipindi utasema utapate mume, na wewe utapata mume anakupenda mashallah, lakini lengo la huyo mume ni kutengeneza nini, familia, mpate nini, watoto hilo ndio lengo. Huku nyuma ulishachezeaga vile vitu vyako, sawa. Watu washavitumia tumia, washavifanyia mambo yao wanayojua wao, washakuharibu. Sasa imefikia kipindi wewe unahitaji, na wewe upate watoto wako, uwe na familia yako. Sasa hapo ndo shida inapotokea, hapo shida ndo inapotokea. Sawa. Sasa nitauliza maswali kadhaa kabla sijaendelea mbele. Namna gani ambayo unatakiwa utunze ile stara yako? Naenza akaniambia, unatunzaje? zile pedi zile unatunzaje? uh-huh. Head girl wetu hapa, karibu heshima yako Tunahifadhi vifaa vyetu kwa kuvichoma au kuvifukia. Tunahifadhi vifaa vyetu kwa kuvichoma au kuvifukia. Njia nyingine, mwingine kuvichoma au kuvifukia, mm-hmm. Ehe. Okay. Ehe. Sema chochote. Ah, jui. <laughs> Baada ya kutumia ile pad unabidi uziweke kwenye special place like sehemu ya kutupa pad kama dustbin. Unabidi baada ya kutumia zile pedi unazisuza kufunika kwenye special dustbin za pedi hmm. Amesema njia nyingine ni kuzisuuza au kuziweka katika, unazisuuza after that unaziweka katika special dustbin ambaye zitachukuliwa na kwenda ku, kuangamizwa. Kwao pale unavyozisuza manake unatoa ule uchafu sawa, eh? Ukishatoa utaweka dustbin. Baada ya hapo zitakwenda kufanyaje? Kuangamizwa sehemu unayotakiwa. Kwa hivyo hapa leo tuna product ambazo zinahusiana na hayo mambo ambayo nimeyazungumzia, sawa eh? Kwa hapa kupitia mtaalamu wetu atatuelekeza namna kutumia hizi product bora lakini pia namna ya kuzihendo, utazihendo vipi ili kuweza kumaintain kile kitu nilichowaambia. Tumeelewana vizuri eh? Tumeelewana. Wasichana wa Mivumoni ndio wasichana, oye oye oye, safi safi. Ah, karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawakaribisha watoto wangu, nyinyi wote ni mabinti zangu mimi, wote ni mabinti zangu wa kuwazaa. Kwa umri popote ulipo, nimekuzaa. Lakini leo niko hapa kwa kuwatambulishia kwa kwamba Uislamu, Uislamu ulianza kudhaminiwa na mwanamke anaitwa nani? Mwanamke wa kwanza kusilimu ni nani? Mkono juu, napenda unipe mkono. Ehe, anaitwa Bihadija, Bihadija yeye ndo anaanzisha kitu kinaitwa Islam. Semeni Islam. Sasa sisi tumeumba kitu kinaitwa taasisi inaitwa Discover Islam Exhibition Foundation. Someni wote. Discover Islam Exhibition Foundation. Tena. Islam, Islam, Exhibition Foundation. Mtaomba wanafunzi anayojua kusoma Kiingereza vizuri atakusomea hapa. Ni yupi hapa? Naye anajua kusoma Kiingereza vizuri. Mnamjua ni nani? Jo, kam. Jitambulishe jina lako, alafu utasoma, issimama au unaweza kusoma au utasimama kule utasoma. Kwanza wapi? Uko mbele. Konzia wapiiskomeshoiyo hadi chini. Yote zamia.

Shukra. Shukra. Shukra. Kwa hivyo tupo hapa sisi hatujaja kwa sababu ya hili tu. Tutakuja mara kadhaa, tutakuwa tunakuja tunawasaidia kwa, kwa support through the Discover Islam Foundation. Melewa na? Tunataka mwelewe Uislamu wenu kuanzia historia, muujue in culture muujue in technology, muujue in the whole all sectors. Muujue Uislamu wenu mkajivunie Uislamu ni nini. Meelewa? Madamu hapa ameprezenti vizuri kuhusu kilichotuleta leo. Tumekuja kwa kuwasaidia afya. Na sana your major focus of a woman is the menstruation hygiene. Menstruation hygiene. Hygiene haijapewa upa, ithenhn yani, hamjaupata upana wa kujua how to handle yourself. Menipata? You see me before you ni kwa sababu ya mama yangu. You you see me before you because of the grandmother that gave back my mother. Mepata na watoto because of a woman. Mepata na mabinti zangu because she's a woman and that's why I gave the, the beginning to a woman. So, mjitambue kwa mna heshima kubwa duniani, na mwanamke ndo aliwezesha Uislamu kwanza kuzunguka dunia Bihadija. Kwa bado tunarudi nataka, na nyinyi msilale, mjitambue kwamba Uislamu ni nini. Ni muhimu kwa mwanamke, nyinyi ndio mnatuzaa sisi na mnatulea nyinyi. Kwa unapomkuta mtoto ni kichaa, napata mtoto ni mkorofi, hana adabu, hana dini, hana imani, mama yake ndio kasababisha asilimia kubwa, mama ndio kazembea ka, ka, tumeelewana. So you have a very good vital role to play with the world today. Sasa nyinyi tukiwacha nyuma sisi wanaume tunakimbizana, tutakimbizana kwa hewa tupate chochote. It starts with you, you're the first teacher. Nyinyi ndio walimu wetu wa kwanza, you teach us first. Mimi nakumbuka mpaka niko darasa la 7 bado naingia darasa la 7 naingia darasani namwambia teacher, can I, I want to shush, I want to go for susu. Ah, susu haipo kwenye Kiingereza. I want to go and pupu. Haipo kwenye Kiingereza lakini nitoa kwa nani? Kwa mama yangu mzazi. Kwa swali if If you you you you want want to to to actually urinate, you have to say susu. If you want to go for a long call, you have to say pupu. Kwa, kwa darasarasaba mi najua pupu na susu ni Kiingereza, kumbe si Kiingereza. Wanafunzi wanacheka. Kisa ni nini? Mama yangu kanifundisha vile. Kwa asilimia tisini ulionayo leo hapa, mama yako. Nimalizie kwa, kwa kabla sijaingia kwenye hatiba yenyewe Mtume Muhamed wasallam wa ali, aliulizwa kwa kisa kimoja. Kaja mtu kamuuliza wan na, nataka nijue thamani ya hawa kina baba na mama, nani nimpe heshima zaidi? Kachanganyikiwa jua amtake mama amtake baba yake. Mtume akamwambia mama yako. Eh, baada ya mama yangu tena mwingine akasema mama yako. ah, Mtume naelewa inaonekana tena baada ya mama akamwambia mama yako, mara ngapi hiyo? Three times the prophet is pronouncing a mother to a kid. Sasa jitizame huko hapa, tomorrow, the future is coming, you're gonna be a mother for tomorrow. Jitambue thamani yako kwa mtoto wako, ni mara ngapi? How many times? Three times. Three before who Before your father. Your father. father comes forth. Baba kana tajwa baada mama mara mara ya nne, ndo mama baba anatambulika. Si kwa maana thamani, ana thamani kubwa, lakini yule aliyokubeba miezi tisa miezi kumi ukangaika tumboni uko naye nakula na kunywa muko pamoja. That's the, the vital part of the woman, of a mother. Kwa nataka mjue kwa kwamba sisi wote kilichotuleta leo hapa, ndio tulipotoka wote, tulipopitia, nilipopitia mimi, ulipopitia wewe, alipopitia mwalimu wako. It's what we going to talk about today. Huo mlango huo ulionao kwa wanaume sisi, kwa kwetu, kwa huo uh, mlango kwetu we call it, a gold. We call it A gold ni dhahabu kwetu sisi, tumelewana. Mwanaume kama utapokuwa umefika mdu wako wa kufika kutaka kujua, mtambue mwanaume, mtaka kuja kuolewa mwanaume, hakutaki tu kwa uso, macho mazuri, sijui rangi nzuri, au urefu, oh, msijui nini. Bila ni kuambie, tunachokupa leo ndio nataka uanze kutambua, kwamba ndio mwanaume atapotafuta melewana kaa naye miezi sita mwaka mmoja miaka miwili, billahi hujapata mtoto wee, huna thamani tena, kisa mwalimu amekwambia unachezea damu yako ovyo, nasambasambaza tunatupa tu. Kuna wachawe, kuna maadui wengi, hawataki hawataki ukazae. Kesho itafika muda unataka kuza, sasa yote shayaribu. Kwa nini ulizembea ukafanya sivyo? kwa tumekuja hapa kutukutibie, hatutaki hiyo damu yako. Ufanye nini? Uitupe damu yako? Usiitupe ni sawa sawa kama unavyokata kucha hizi, sizika tukazisambaza tu hapo. Uchawe upo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema uchawe upo. Kajaribishwa sana kwa kumroga pia, kama mtume alirogwa sana tu. Sasa ndio wewe melewana, ndio wewe

Siwafanye, okay? Chikichea na jitahidi mukumbuke tulichosema hapa darasani. A A reusable sanitary pad. A reusable sanitary sanitary pad. pad. Tunamaanisha nini tukisema reusable sanitary pad? Yes, your name? Again? My name is Nusra. As... Nusra, okay. In Swahili. Tena ni kwamba if we we say reusable sanitary pad we mean ni pedi inayotumika mara, mara, mara nyingine mara na mara nyingine kwa muda kwa, kwa muda gani? For how long? How long? How long do we use this pad? Hamjaona. Tumeandika hapa chini kitu gani? Wameandika nini? 12 12 12 months miezi kumi na Santeni. Santeni.